Kwa, kwa mwaka wa fedha unaokuja kwa kuzingatia mwenendo wa viashiria mbalimbali vya uchumi jumla pamoja na utekelezaji wa bajeti ya, ya serikali, shabaha na malengo ya kiuchumi jumla kwa mwaka huu itakuwa kama ifuatavyo: kuongeza kasi ya ukuaji wa pato halisi la taifa kufikia asilimia 6.0 kwa mwaka 2025 kutoka asilimia 5.5 kwa mwaka 2024; kuendelea kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kuhakikisha kuwa unabaki kwenye wigo wa takwimu moja ya wastani wa asilimia kati ya tatu nukta sifuri hadi tano nukta sifuri katika muda wa kati, na mapato ya ndani kufikia asilimia kumi na sita nukta saba ya pato la taifa kwa mwaka ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita ikilinganishwa na asilimia kumi na tano nukta nane kwa mwaka ishirini ishirini na nne ishirini ishirini na tano mapato ya kodi kufikia asilimia kumi na tatu nukta tatu ya pato la taifa kwa mwaka ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita kutoka asilimia kumi na mbili nukta nane ya mwaka ishirini ishirini na nne ishirini ishirini na tano Nakisi ya bajeti ikijumuisha misaada kuwa asilimia tatu ya pato la taifa kwa mwaka ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita ikilinganishwa na asilimia 3.4 ya mwaka 2024/2025 na kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa kiwango cha kukidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi minne. Mheshimiwa Spika, maeneo ya vipaumbele kwa mwaka 2025 ya bajeti hii inayoendeleza na kukamilisha utekelezaji wa miradi programu za maendeleo na afua zinazochangia maeneo makuu ya vipaumbele vya mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano ambavyo ni kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa viwandani na utoaji huduma, kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu ili kuhakikisha kuwa ufikiwaji wa malengo ya dira 2025. Baadhi ya maeneo mahususi yatakayopewa kipaumbele katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025 ni pamoja na kuendelea kutekeleza na kukamilisha miradi ya kielelezo, ili kuweza kukamilisha miradi hiyo, kuimarisha sekta za uzalishaji, matokeo chanya katika kukuza uchumi, kuimarisha rasilimali watu, hususan katika sekta za huduma za jamii, kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji nchini, ili kuvutia ushiriki wa sekta binafsi katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Maeneo mengine mahususi ya vipaumbele pamoja na ugharamiaji wa deni la serikali, mishahara stahiki za watumishi wa umma, pamoja na ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo eh, kwa ajili ya, ya Afcon. Aidha, nipende kuwafahamisha kuwa Tanzania eh, kwa uchaguzi mkuu wa 2025 tutaugharamia kwa fedha zetu wenyewe, na zoezi hilo limekamilika. Mheshimiwa Spika, miradi mahususi ya maendeleo katika maeneo ya vipaumbele itakayotekelezwa na serikali katika bajeti ya mwaka 2025/2026 imeainishwa kwa kina katika hotuba iliyowasilishwa leo asubuhi na Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo kaka yangu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, alipokuwa akiwasilisha taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2025. Pamoja na hotuba yake, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ameambatanisha taarifa ya tathmini ya baadhi ya miradi iliyofanywa tathmini ya athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Tathmini hii ilifanyika kwa lengo la kujiridhisha na uzingatiwaji wa masuala ya mazingira katika utekelezaji wa miradi. Nitumie fursa hii kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa serikali imejipanga na itahakikisha upatikanaji wa fedha zote zilizoidhinishwa ili kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa wakati. Mheshimiwa Spika, maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa dr Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika dira ya maendeleo ya 2025 hususan katika kuboresha ustawi wa maisha ya Watanzania. Hivyo ni washawishi na kuwaomba wananchi wa Tanzania waendelee kuiamini CCM na kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa kishindo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika 2025. Mheshimiwa Spika kwa upande wa maboresho ya mifumo ya kodi, ada, tozo na hatua nyingine za mapato. Sasa naomba kuwasilisha kwako mapendekezo ya kufanya maboresho ya mfumo wa kodi ikiwemo baadhi ya viwango vya kodi, tozo, ada zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali pamoja na kuboresha taratibu za ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya serikali. Maboresho haya yamezingatia migogoro na vita vya kibiashara baina ya mataifa mbalimbali yaliyoendelea kutokana na, na nchi ya Marekani kutangaza mabadiliko mbalimbali ya kisera pamoja na wadau wengine wa maendeleo. Lengo letu ni kuhakikisha miradi inaendelea kutekelezwa kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Serikali imeendelea na dhamira yake ya kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tulivu wa kutabirika, unaolenga kuchochea shughuli mbali mbalimbali za uzalishaji mali ndani ya nchi na kuweka mkazo katika sekta za kimkakati ikiwemo eh, viwanda, madini, kilimo, ufugaji, uvuvi, eh, nishati, uchukuzi, usafirishaji pamoja na sekta za huduma za jamii. Mheshimiwa Spika, napendekeza kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2025 2026 unaotarajiwa kuongeza serikalini jumla ya shilingi milioni 4460 na 23.77, na marekebisho yanayopendekezwa yanahusisha sheria zifuatazo. Mheshimiwa Spika, nimeorodhesha orodha ya sheria kwenye ukurasa wa 77 wa hotuba yangu na nitazipitia moja baada ya nyingine wakati nasoma marekebisho ninayoyapendekeza. Mheshimiwa Spika, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148 kama ifuatavyo: kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye viwatilifu vinavyotambulika kwa HS codes 3808 6100 3808 6200 3808 6300. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wakulima wa kupata dawa za kuua wadudu mashambani, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao nchini, na hatua hii inaendana na kanuni za usawa wa utozaji kodi kwa kuwa viwatilifu vya aina nyingine vinasamehe wa kodi hii. Mheshimiwa Spika, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye miamala ya ununuzi wa bima mtawanyo reinsurance inayofanya inayo baina ya kampuni za bima na zile za bima mtawanyo. Lengo la hatua hii ni kuongeza ushindani wa kampuni za ndani kukuza sekta ya bima na kuhamasisha matumizi ya bima katika kukabiliana na majanga nchini kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha asilimia sifuri kwenye bidhaa za nguo zinazotengenezwa na kutumia pamba inayolimwa nchini kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lengo la hatua hii ni kuleta unafuu kwa wakulima wa pamba na viwanda vinavyotengeneza nguo nchini, hasa katika kipindi cha mvutano wa kibiashara baina ya mataifa makubwa hapa duniani. Kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha asilimia sifuri kwenye mbolea inayozalishwa ndani ya nchi kwa kipindi